Lakini pia sio faraja tu, tumejionea mambo ya kitofauti si na maeneo mengine tuliyotoka. Naomba jipigie makofi mengi sana. <tipine wakopi menisani> maeneo yote ambayo tulikuwa tukienda na mwenge wetu wa uhuru, kwa kweli tunakuta wananchi wengi, lakini pia wamekuwa na hamasa kubwa sana kwa kweli. Sisi kama wakimbiaji wa mwenge wa uhuru, mtatuonyesha kwa vitendo jinsi gani mnavyompenda na kumwenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi mengi sana lakini kipekee ni mshukuru sana baba yetu mnyumba yetu babu yetu baba yetu ambaye leo hii amejitolea kwa nguvu zake mwenyewe kwa kuonyesha upendo na mapenzi ee, juu ya Daktari Samia Suluhu Hassan na yeye kama ni Mtanzania kuunga mkono za jitihada za miundo mbinu ya maji safi na salama, naomba mpigieni makofu mengi sana kwa kweli mzee wetu kwa jina anayejulikana ambalo linaitwa Mohamed Saidi kwa kweli mzee huyu ameonyesha jinsi gani anaendeleza falsafa ya baba taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba yetu mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wakati anaupandisha mwenge huo huru juu ya mlima Kilimanjaro, alikuwa na maana nyingi, ikiwemo e suala zima la kuweka matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, kuweka upendo mahali ambapo pana chuki, na kuweka heshima mahali palipojaa na dharau. Leo hii mzee wetu Mohamed Saidi ameweka upendo katika eneo hili, lakini pia ameweka matumaini makubwa kwa wananchi, lakini pia ameweka heshima juu yake yeye na familia yake, juu yake yeye na wananchi wa eneo hili, lakini pia wananchi juu ya serikali yao inaongoza na daktari Samia Suluhu Hassan. Na yanasema hayo kwa mzee huyu kwa sababu yeye kama ni mzaliwa wa eneo hili ameonyesha kwa vitendo, lakini pia Mheshimiwa alikuwa ananiambia mzee huyu amejitolea kwa nguvu zake yeye binafsi lakini pia amewaambia wananchi wa eneo hili hakuna sababu ya kila mwananchi kuweza kutoa fedha kwa ajili ya kupata maji haya. Lakini pia ameniambia kukoaya mzee huyo ameshasema, na mimi naomba niseme kwa umma na mheshimiwa Rais ajue kwamba kweli kuna baadhi ya wananchi ni wazalendo kweli kweli na wanamuunga mkono. Ni sawa sawa, ndugu yangu, wananchi, mzee huyo ameshatoa kauli kwa serikali ya wilaya, amesema kwamba hata leo hii afariki basi mradi huu utakuwa unaendelea kusimamiwa na utakuwa unaendelea kutoa maji katika eneo hili, na kama kuna watoto wake kuna wajukuu zake, basi na wao wataendeleza mradi huu kuweza kutoa huduma kwa wananchi, na hata kama atafariki, basi usitokee kuna mwananchi ataweza kutolewa fedha kwa ajili ya kupata maji katika eneo hili. Kwa kweli huu ni uzalendo wa hali ya juu.